Dua ina adabu zake, dua ina taratibu zake. Miongoni mwa adabu au sababu za kujibiwa dua zetu, kwanza ni usafi. Ili dua zetu Mwenyezi Mungu azijibu au zipokelewe, tunatakiwa kuwa wasafi na tunaposema wasafi hatumaanishi usafi wa nguo na mwili, maana unaweza ukasema nimeoga ah, nime, nime, kabla sijatoka nyumbani au nguo nimepiga pasi hii. Tunaposema usafi hatumaanishi usafi wa mwili na nguo peke yake, bali tunamaanisha usafi wa nia pia. Nia zetu ziwe safi na matendo yetu yawe safi ndio dua zetu zitajibiwa. Lazima nia zetu ziwe safi, kwa sababu kuna baadhi ya kina mama, baadhi ya kina mama ukiwaambia tia nia, anatia nia, mke mwenzangu waachike, mke mwenzangu waachike, eh, mke mwenzangu waachike, mke mwenza. Hiyo nia hiyo haitakiwi. Ehe, nia iwe safi. Naeleweka uzuri eh? E, mtilie nia mumeo, Mwenyezi Mungu amfungulie milango ya riziki, uko anapoenda kutafuta, aende salama arudi salama. Watilie nia watoto zako, Mwenyezi Mungu awazidishia elimu na awaruzuku fahamu. Jitilie nia wewe mwenyewe, kama hujaolewa uolewe, kama umeolewa Allah awadumishe katika ndoa yenu, iwe na amani, si ndio eh? Hizo ndio nia za kutia, sio unatia nia mbaya kwa hiyo tuwe wasafi. Mwenyezi Mungu ni msafi na anapenda vitu visafi. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, ili dua zetu zijibiwe, tunatakiwa tuwe na yakini. Tusitie shaka. Tusitie shaka. Allah ametuamrisha tumuombe na ameahidi kutujibu. Ukisoma katika sura ya arobaini aya ya sitini Mwenyezi Mungu anasema baada ya audhu billahi min ashaitani rrajim, wa qala rabbukum uduni astajib lakum. Na amesema mola wenu niombeni, nitawajibu. Kwa hivyo sisi tusitie shaka, dua zetu zitajibiwa usitie shaka ima itajibiwa hapa hapa duniani, ama dua itajibiwa akhera, ama Allah atakuepushia balaa lolote lile. Naeleweka uzuri eh? Dua huwa zina njia tatu za kujibiwa. Njia ya kwanza ni kupewa kile ulichoomba. Njia ya pili ni Mungu kukuwekea kile ulichomuomba duniani, ataenda kukupa akhera. Ataenda kukupa wapi? Akhera. Na Allah anasema, walal akhiratu khairun laka min alula, na akhera ni bora kwako kuliko duniani. Kwa sababu duniani tunapita, majumba, pesa, magari vyote tutaviacha, kweli sio kweli? Ndiyo maana katika hadithi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, mtu mwenye akili sio mwenye magari majumba na madigirii. Narudia tena, Mtume anasema, mtu mwenye akili sio mwenye magari majumba na madigirii bali mtu mwenye akili, mtu mjanja mandana nafsahu wa amila lima baada almauti, ni mwenye kuihesabu nafsi yake kisha akafanya mambo yatakayomnufaisha baada ya kufa. Huyo ndio mtu mwenye akili, sio mwenye magari na majumba na madigiri. Naeleweka uzuri eh? Kwa sababu magari tutayaacha, majumba tutayaacha ni pamba na sanda tu ndo mwanadamu atarudi ata nacho kwa Mwenyezi Mungu. Ndio maana Allah anasema, wattaqu yawman turjauna fihi ila Allah, iogopeni siku ya kurudi kwa Allah, kwa sababu utarudi kama ulivyokuja. Mwanadamu siku ulipozaliwa, tuseme la ilaha ila Allah Mwanadamu siku ulipozaliwa ulilia, si ndio eh? Na siku ukifa watu watakulilia, siku ukifa watu watakulilia. Siku ulipozaliwa mwanadamu ulioshwa, si ulikuwa mchafu, na siku ukifa waalaikum salam utaoshwa Naeleweka, eh? Mwanadamu siku ulipozaliwa ulivalishwa kwa sababu ulikuwa uriana, ulikuwa mtupu, na siku ukifa utavalishwa sanda. Mwanadamu siku ulipozaliwa ulibebwa, si ndio eh? Ulipozaliwa ulifanyajwe, na siku ukifa utafanyajwe katika jeneza utabebwa. Mwanadamu, siku ulipozaliwa uliadhiniwa, si ndio? Watu walikuadhinia sikio la kulia, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, shahada la. Uliadhiniwa sikio la kulia na sikio la kushoto ukakimiwa, na siku ukifa utaswaliwa bila ya adhana utaswaliwa bila ya sasa. Unaweza ukajiuliza hivi, kwa nini mtu wakati wa kuswaliwa akishakufa hapaadhiniwi wala hapakimiwi? Na ile ni swala na swala inatanguliwa na adhana na iqama. Sasa adhana na iqama ile iliyotolewa siku ulipo ulipozaliwa siku ulipozaliwa siku ulipozaliwa uliadhiniwa na ulikimiwa, haujaswaliwa na siku ukifa utaswaliwa bila ya adhana wala iqama. Kwa hivyo, mwanadamu iogope sana siku ya kurudi kwa Mola wetu, ni siku inahitaji maandalizi na ni siku inatisha na mtu mwenye akili ni mwenye kuihesabu nafsi yake kisha akafanya mambo yatakayomfaa baada ya kufa. Na sisi sote hapa tunakaribia kufa, naeleweka uzuri eh? Sote sisi tunakaribia kufa, kwa sababu miongoni mwa alama za mtu anayekaribia kufa ni kufiliwa nani hapa hajafiliwa? Yupo? kama hujazika baba, basi mama. Kama hujazika babu, basi bibi. Kama hujazika mjomba, basi shangazi. Kama hujazika shangazi wala mjomba, basi rafiki yako au shoga yako. Kweli sio kweli? Marafiki zetu wangapi tumewazika? Nyinyi kina mama, shoga zenu wangapi mmewazika? Sasa kule kufiliwa ni alama ya kwamba na wewe unakaribia kufa. Sote hapa tunakaribia kufa, na kifo kinatisha, kifo kinatisha. Ndio maana mwanadamu akiugua kidogo atamaliza madaktari mahospitali na madawa. Kweli sio kweli? Leo mtu akiumwa kidogo tu basi atamaliza madaktari, atamaliza mahospitali, atamaliza madawa. Lengo lake nini? Lengo lake anataka akimbie kifo. Lakini Allah anasema, innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum, hakika ya kifo ambacho mnakikimbia mtakutana nacho. Hakuna ujanja wa kukwepa kifo, hakuna ujanja wa kumkimbia malakul mauti.